Aska, polisi askari wanne waliouawa wa siku ya Jumanne katika tukio huko Mbande nje kidogo ya viunga vya jiji la Dar es Salaam, na taarifa ifuatayo inaarifu zaidi. Miili ya askari wanne wa, wa jeshi la polisi waliouawa juzi usiku baada ya kuvamiwa wakati wakibadilishana lindo kwenye tawi la benki ya CRDB eneo la Mbande wilayani Temeke jijini Dar es Salaam imewagwa jana kwenye makwenda makwao kwa ajili ya mazishi. Miili hiyo imeagwa kwenye viwanja vya polisi Baraks jijini humo, ambapo vilio, simanzi na huzuni vilitawala wakati miili hiyo ilipewa asili. Na jeshi la polisi limeahidi kuwasaka na kuwashughulikia wote waliohusika na mauaji hayo. Akizungumza katika tukio la kuaga askari hao, waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba amesema kuuawa kwa askari hao ni jambo baya lisilovumilika na ameliagiza jeshi la polisi kuwasaka na kuwatia mbaroni wale wote waliohusika na mnyama huo, pamoja na wale wanaofurahia tukio hilo kupitia mitandao ya kijamii. Wale waliofanya hicho moja kwa moja wamejitangaza wenyewe kwamba walikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na wale walioua vijana wetu kwa taasisi zetu zinazohusika zinaposaka majambazi hao, ziwasake pamoja na wadau wao na wahisani wao na wale wote waliofurahishwa na kitendo cha aina hii. Hatuwezi kuishi kwenye mkoa kama huu ambao tunataka uwe ni kitovu cha amani, ili e, tuvutie wawekezaji. Leo hii tunatuma ujumbe gani kwa nchi tofauti na Tanzania juu ya usalama na amani ya mkoa wetu? Leo hii tutamwalika nani aje katika mkoa wetu afanye uwekezaji? kama askari wetu tunawaondoa sisi wenyewe, jambo ambalo haliwezi kuvumilika. Na mimi nitoe wito tu, kama kuna haki za binadamu, nataka haki za askari wangu kwanza kabla ya mtu yote. Nimepata taarifa kwamba kuna baadhi ya wananchi wameshabikia tukio hili. Ushauri wangu kwa wananchi wote ni kwamba tujizuie na tuachane kabisa na tabia hii ambayo inaanza kujengeka katika taifa letu ya kushabikia uvunjifu wa amani au uvunjaji wa sheria. Mkuu wa Jeshi la Polisi hapa nchini IGP Ernest Mangu na kamanda wa polisi kanda ya maalumu ya Dar es Salaam wamesema, pamoja na kuwa wakaskari jeshi wake, jeshi hilo litaendelea kujipanga upya katika kupambana na matukio ya uhalifu. Haki za binadamu ni pande zote na hao wenzetu wamewasha moto na sisi ni lazima tujibu mapigo na tutapiga kweli kweli. Wapo hata waliodiriki kusimama kwenye majukwaa na kusema kwamba wako tayari kupambana na polisi, nao lazima tujue ni lini wamepanga kupambana na polisi. Je, sio hao walio wapambana na askari wetu kule Mbande? Miili ya askari iliyoagwa ni pamoja na Koplo Yahya Abdul, PC Tito Amer, uh, PC Gaston Jonas na PC Hatib.